Nimemteua Daktari Samia Suluhu Hassan kutokana na kazi nzuri alizozifanya kwa kipindi cha miaka minne. Daktari Samia Suluhu Hassan baada ya kupata nafasi, alikwenda moja kwa moja kwenye changamoto ya afya, akaenda kuboresha zahanati na vituo vya afya ambavyo vilikuwepo, lakini amejenga vituo vya afya vingi, lakini vile vile amejenga na, ku, na kuboresha hospitali za wilaya ikiwepo hospitali za mikoa na hospitali za kanda na mimi ninafurahi kusimama hapa leo na kuwaonyesha ilani hii ya chama cha mapinduzi ambayo inaeleza kwamba wakati huu ni wakati mwafaka kwa kata ya Tinginya kupata kituo cha afya hapo vipi <coughs> lakini sasa tunafurahi kuja kuwaambia kwamba ajenda hii imeshaingia kwenye kitabu hiki cha ilani ya CCM hapo vipi <coughs> Sasa aliasa pamoja na madiwani wenzake hawa watarajiwa, mara baada ya kuapishwa tunaanza moja kwa moja mchakato wa ujenzi wa kituo cha afya hapa. Siku Dhani Yasini Chikambo atakuja wiki hii, atakuja kueleza bayana, kwa sababu baada ya Siku Dhani kushinda, yeye ni mbunge wa jimbo, mimi ni mbunge wa viti maalum, tutashirikiana kwa pamoja kupaza sauti ndani ya bunge kuhakikisha kituo cha afya kinaanza mara moja ujenzi. Lakini pia kwenye suala la elimu, daktari Samia Suluhu Hasani amehakikisha anajenga madarasa kila shule, shule za msingi na shule za sekondari, ameboresha kweli kweli. Lakini hapa nimeambiwa kuna changamoto, changamoto ya shule ya msingi kule Tanga. Hii changamoto mechukuliwa na tunakwenda kuifanyia kazi. Shule ya msingi inakwenda kujengwa. Ninaongea kifua mbele nikiamini na ninawaaminisha kwamba changamoto zote, mwenye majibu ya changamoto zote hizi ni Chama cha Mapinduzi na sio chama kingine chochote kile, kwa sababu moto zenu zote, asije mtu hapa akajinasibu akajiinua mabega, anaungana na nani? Sisi tuna mfumo imara, chama cha mapinduzi ni chama imara chenye sera nzuri zinazokubalika na zinazotekelezeka. Uongo jamani? Mama yetu Samia alivyoingia madarakani alikuta miradi hii imefanywa kwa kiasi, lakini amekwenda mbali zaidi miradi yote iliyoachwa na mtangulizi wake, miradi mikubwa yote ameitekeleza kwa asilimia tisini na tisa kwenye swala la umeme. Sasa hivi nimezungumza hapa na diwani, anasema pamebaki vitongoji vichache kupelekewa umeme, lakini umeme huu unatakiwa uongezwe zaidi na zaidi. Kwa hiyo hilo nalo tuna waahidi wanatinginya, tutafanya kazi kwa ushirikiano, kwa sababu sisi tuna ajenda ya mafiga matatu kwa maana ya kuzingatia umoja na mshikamano, na ndio falsafa yetu na ndiyo mafanikio yetu. Hapo vipi? Kwa hiyo ukiweka figa la kwanza aliasa, ukaweka figa la pili sikuzani chiasini chikambo, unaweka figa la tatu, Daktari Samia Suluhu Hasani. Hapo vipi? Yamenoga, yanoga. Kwa wanawake wanajua, ndo ugali pale unapikika na nchi tunaendelea kwa sababu ya muda, nilitaka nifafanue barabara yetu ya Mtwara Pachani na lasi Lingusenguse, na pale Mchoteka unakuja mpaka hapa Mbesa. Hii barabara ya kilomita mia tatu na sita inakwenda kujengwa kwa kiwango cha lami kipindi hiki cha miaka mitano, iko humu Daktari Samia Suluhu Hassan. Daktari Samia Suluhu Hassani anayazungumza haya kwenye kampeni yake anapoendelea kwenda kwenye kampeni nchi nzima. Ameeleza kwamba anatoa kipaumbele kwa makundi yote ya ujasiriamali: mama lishe, wauza mboga mboga mboga, baba lishe, akina mama mnauza kalanga sokoni, mnauza mikaa, wafundi cherehani. Wow. Ametenga bilioni mia mbili kwa ajili ya vikundi vya ujasiriamali kama hivyo nilivyovitaja hapo. Vipi hapo, sawa? Kwa hiyo ni fursa kwenu, wanatinginya, kupitia diwani wenu huyu, aliasa diwani wenu wa viti maalum dada Mapira, lakini vile vile madiwani wengine hawa waliokaa hapa. Daktari Samia, nilisema kwa nini tunasema Daktari Samia suluhu Hasani Suluhu Hassan alipoingia madarakani swala la mbolea lilikuwa bei juu sana lakini pia hata viwatilifu ikiwemo salfa ilikuwa bei juu sana. Namna ya uwekezaji kwenye sekta ya kilimo ilikuwa ni shida, lakini daktari Samia aliona ni vizuri aweke ruzuku kwenye pembejeo za kilimo ikiwemo salfa. Mnapata salfa, hampati? Nani kama Samia? Asante sana, lakini vile vile ameweka ruzuku kwenye mbolea, ameweka ruzuku kwenye mbegu ya mahindi. Ndugu zangu, nataka niwaambieni yajayo yanafurahisha zaidi. Hapa ni kuchukua, ni kuweka wow.